Dakika 90 zimekamilika moja kwa moja katika dimba la Meja Jenerali Isamuhyo, na mchezo huo umemalizika kwa timu ya Simba kuweza kuibuka na alama tatu na magoli matatu katika mchezo wa leo dhidi ya timu ya Mbeya City, ukiwa anaenda kutimiza mchezo wake wa 14 anamfunga Mbeya City, wakati Mbeya City Uh, yeye alimfunga Simba mara tatu tu. Mambo yanazidi kuwa magumu kwa upande wao. Uh, Simba leo wakipata ushindi wakipata alama tatu. Uh, katika usiku wa leo nipo na Emmanuel Emmanuel. tumeshuhudia mnyama akiondoka na magoli matatu, alama tatu na clean sheet ya yeah, kabisa. Ni mechi ambayo kwa dakika 90 zilivyokuwa, uh, Simba walistahili kuondoka na hivyo vyote ambavyo wameondoka navyo, na kwa maana alama tatu lakini pia kuondoka na clean sheet kwa sababu ya performance ya Mbeya City, lakini pia walistahili kupata hiki ambacho wamekipata kwa maana ya ushindi wa idadi kubwa ya magoli, magoli matatu. Walistahili kupata kwa sababu ya hicho ambacho tumekiona kwa Mbeya City. Kwa nini? Kwa sababu ukiangalia asilimia uh, kubwa kwenye mchezo wa leo, Mbeya City imekuwa ni timu ya pili uwanjani kwa Simba, kwa maana Simba ndiye ambaye aliuchukua mchezo na kuamua afanye nini kwa wakati gani wakati huo, Mbeya City wao wakiwa ni timu ambayo wanasubiri Simba atakachofanya, wao wajibu kwa vitendo, kwa maana ya pengine kuokoa ama kuzuia kwa maana ya kublock mikimbio ya Simba but Simba wao ndo walikuwa wanahataki sana kwenye mchezo hii leo. So ni game ambayo kiukweli Mbeya City wamekuwa down sana, na yote hii imesababishwa na kadi nyekundu ambayo waliipata mapema kwenye kipindi cha kwanza. Ndio maana imewafanya wacheze kwa tahadhari kubwa sana wakiogopa kuruhusu idadi kubwa ya magoli. Lakini overall performance ya mchezaji mmoja mmoja kwa upande wa Simba leo, wachezaji wengi wameonyesha kiwango kizuri sana kwenye dakika zote tisini za mchezo, kwa sababu wamepata balance nzuri ya kuchezea mpira na Simba kipiga pasi nyingi sana kwenye mchezo huu leo. Wamepata nafasi nzuri, kwa sababu tumeona quality ya mchezaji mmoja mmoja ikionekana uwanjani, nikiwa na maana ya, ya mtu kama Morris kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya tisini amekuwa na kiwango bora sana uwanjani. Hii leo kwa namna ambavyo alikuwa na control eneo la kiungo timu inapohitaji kuanza kutengeneza mashambulizi, lakini pia tumeona kwenye kipindi cha kwanza Simba imetengeneza nafasi nyingi sana. Ni moja kati ya vitu ambavyo kwenye mpira tunasema improvement. Lakini pia kipindi cha pili tumeiona Simba ambayo imefanya mabadiliko, ameingia wachezaji wengine, mtu kama Kibo Dennis ameingia. Bado umeona ameenda kuongeza kitu katika eneo la ushambuliaji. Steven Desse Mkwala ameingia ameongeza kitu kwa maana ametoa assist kwenye mchezo wa hii leo pamoja na Muhammad Bajabil, akitokea sub anakuja kufunga bao, kwani mchezo wake wa kwanza akiwa na jezi ya Simba mechi ya kimashindano. Kwa hiyo ile overall performance ya mchezaji mmoja mmoja kila mchezaji unaona hii leo ametoa asilimia kubwa ndani ya uwanja kulingana na uh, namna ambavyo Mbeya City wamecheza, so ni performance nzuri sana kwa kocha pia. Matola lazima ampongeze kwa sababu ni mechi yake ambayo anasimama yeye kama kocha na timu sio tu imeshinda, wameshinda kwa ushawishi, wameshinda na mpira mkubwa, wamecheza mbele ya Mbeya City. Umezungumzia kocha Matola, utofauti wa Dimitar Pantev, timu yake ilivyokuwa inacheza na kocha Matola kwa siku ya leo, maona utofauti kwa wapi? ya wakati mwingine Yesu, nimeuona utofauti, lakini wakati mwingine siwezi, yes, kujaji sana kwa sababu ya level ya mashindano. Uh, Pantev mechi nyingi ameongoza sana za kimataifa. Mechi ya hapa, mechi dhidi ya JKT, uwanja huu lakini pia ugumu wa mpinzani ambaye wanacheza naye lazima uangalie. Uh, Pantevo amekutana wa na wa wapinzani ambao ni wagumu, walikuwa wanahitaji akili ya ziada zaidi kwa wachezaji kuonyesha ubora wao ndani ya uwanja, kwa maana ya amecheza na timu kama Malien ugenini, lakini pia amecheza na Petro Atletico Rwanda akiwa uwanja wa nyumbani. Ni timu bora zote hizo lakini JKT tunafahamu pia ni timu bora sana msimu huu kwenye ligi na mpaka hivi sasa ndio vinara wa ligi wanaongoza ligi. Ni timu ngumu sana katika uwanja nyumbani, kwa hiyo inawezekana tusingepata kile ambacho tumekiona leo kwa Simba. Lakini kwa upande wa kocha Suleiman Matola leo amecheza na Mbeya City, ambayo ukiachana na kadi nyekundu, ni Mbeya City ambayo kwenye michezo ya hivi karibuni wamekuwa hawana takwimu bora, kwa sababu mechi za hivi karibuni Mbeya City nyingi amepoteza kutoka kufungwa na Coastal amefungwa na Mashujaa FC, kwa hiyo amekuwa hana performance bora. Wamefukuza kocha juzi malale hamsini, sasa hivi wako chini ya Mwangata na tumemwona leo Maxime uh, Maxime akiwa pale juu si ndio? Yeah. Manake anakwenda kuwa kocha mkuu wa Mbeya City unaweza ukaona. Kwa hiyo nao ni timu ambayo bado inajitafuta imekuwa na mwenendo mbaya wa matokeo, kwa hiyo ni kama vile Matola alikuwa anacheza na timu ambayo kwenye ligi kwenye kati hizi nao pia hawako vizuri sana, plus kadi nyekundu, unaweza ukaona vitu vingi sana vimetokea ambavyo, yes tutampatia ujiko uh, Matola kwenye mechi hii leo lakini siamini kama ni mechi ambayo tunatakiwa tumsifie hiyo to the maximum, kwa maana ya namna ambavyo timu yake imecheza. Japo kwa performance na selection ya kikosi, unaweza ukaona kuna maeneo ambayo unaweza ukamsifia, kwa sababu amerejesha baadhi ya wa wachezaji ambao walikuwa wanaanza kupoteza matumaini nafasi kwenye baadhi ya maeneo, nikiwa na maana nimependa pea ya uh, Kante pamoja na Yusuf Kagoma. Ni pea ambayo toka msimu uh, umeanza kocha Fadu alikuwa anajaribu kuitengeneza na Kagoma msimu uliopita ndo alikuwa injini kwenye timu kwenye eneo la kukaba, amerejea kwenye eneo la kukaba. Umeona kazi ya kinaoma alichibada ilikuwa kubwa sana kwenye eneo la kiungo, lakini Kagoma ameenda ametulia, amecheza vizuri sana kwenye mechi ya hii leo na ameonyesha kitu kikubwa. Lakini pia uh, unaweza ukaona Jonathan soa anapata nafasi nyingine tena ya kuanza hii leo, anafunga goli. Ni miongoni mwa vitu ambavyo kwangu mimi naona kama improvement kubwa sana kwa maana ya kumwanzisha mchezaji ambaye pengine kuna namna alikuwa kama na wasiwasi naye kupata nafasi moja kwa moja, kosi ya kwanza anaenda kuonyesha kitu ambacho ni bora zaidi kwao. Nafikiri kwa Matola ameishi kwenye nadharia ya kwamba wachezaji ambao wengi walikuwa wanatumika kipindi cha nyuma ni watumie kwenye mechi ya ya leo kama ya Mbeya City, na asilimia kubwa pia wameperform vizuri na wamempa matokeo kwa kile ambacho yeye alikuwa anakitamani, lakini bado si kipimotosha sana kwangu kusema, labda naweza nikasema sasa Matola leo kwa mpira ambao Simba amecheza. mm -hmm. Uh, inawezekana nikasema kwamba kwa, kwa tathmini yangu hiyo ndo anaweza akacheza hivi, hivi msimu mzima. Nitajipa muda kwa sababu ya aina ya mpinzani ambaye walikuwa wanacheza naye. Mbeya City alikuwa na mapungufu mengi uwanjani, lakini pia ni timu ambayo inapitia nyakati ngumu, lakini pia bado walikuwa pungufu uwanjani kwa idadi ya wa wachezaji kwa sababu walipata kadi nyekundu kwao. Naamini kwenye michezo mingine inayokuja, uh, kocha Matola anatakiwa, uh, kwenda kuboresha zaidi ya hiki ambacho amekitoa leo mbele ya Mbeya City. Unatamani umeone game ya Azam, yes, game ya Azam natamani ione akiwa kocha mkuu, kwa sababu najua anakwenda kwenda kucheza na timu bora, cheza na Azam ambayo ina quality pia, kwenye maeneo mengi ya uwanja inaweza ikamuuliza maswali mengi, tukaona pia utaalamu na ufundi wake kwenye mbinu. Kwa maana timu inapokuwa imezidiwa, unawezaje uh, kuirudisha timu kwenye hali ya kushinda tena mchezo timu inapokuwa labda pengine iko nyuma kimatokeo, substitution zako tunapima kwamba anaweza kafanya kitu gani. Nafikiri kwa Azam ndio kipimo uh, kipimo bora sana kwa sababu anakutana na kocha mkubwa ambaye ni mtaalamu wa mbinu, lakini pia anakutana na Azam ambayo ina wachezaji ambao wana quality hali ya juu sana. Kwa hiyo mimi nadhani kwenye mechi ya Azam ikitokea tena ameonyesha hiki ambacho amekionyesha kwenye ame mchezo hii leo, binafsi nitaona kwamba Matola ana uwezo wa kuibadili timu, pengine endapo Simba wakasema sasa tukupe kwa mechi chache tuone kama unaweza kuibadili timu kwa maana kwenye staili ya uchezaji lakini pia namna ambavyo timu itakuwa ina uwezo mkubwa wa kushinda tena, ikishinda kwa ushawishi, kwa sababu kitu pekee ambacho uh, mashabiki wa Simba wanataka na viongozi ni timu kuwa na ushawishi uwanjani yeah. Wanashinda lakini wanashinda kwa ushawishi, sio tu kushinda ili mradi umeshinda, kwa sababu siku zote kwenye football ukiwa unashinda tu mradi umeshinda huko hatarini kupoteza mchezo, si ndio? Lakini ukiwa unashinda kwa ushawishi, maana yake una uhakika wa kupata matokeo tena kesho kutwa na kesho na milele, si ndio? Kwa hiyo hmm. nafikiri kwa upande wa uh, Simba wanahitaji kuwa na consistency kuelekea mchezo unaokuja, lakini kizuri zaidi ambacho nadhani pia mashabiki wa Simba watakuwa wamefurahi kumuona leo Mohamed Bajabil akiingia kutokea benchi kwa sababu muda mrefu sana amekuwa nje, amekuwa akiuguza jela, lakini leo ameingia tena. Kile ambacho kimekwenda kuboresha zaidi ni kufunga bao, nadhani yeah. ndio kitu ambacho kinaongeza uh, discussion zaidi kwamba kumbe inawezekana Mohamed Bajabel kuwa bench na kukosekana kwenye kikosi ya Simba kuna kitu kilikuwa kinapelea. Inawezekana kulikava kwake na kurudi kuanza kutumika kwenye timu inaweza ikaongeza kitu cha ziada. Kwa hiyo ni kama vile mashabiki wa Simba sasa hivi watakuwa nasema kwamba, hebu tuone Bajabili kwenye michezo yanayokuja anaweza akaonyesha kile kilicho bora. Na yote hii ni kwa nini? Kwa sababu ya nafasi ambayo ameipata hii leo ya kucheza chini ya kocha Matola. Kwa hiyo kwa performance jumla mchezaji mmoja mmoja tunajipa muda pia lakini pia kocha naye tunampa, tuna muda tuone michezo mingine anayokuja atafanya kitu gani cha ziada sawa. So, eh, hao ni kwa upande wa klabu ya Simba na kile ambacho tumeweza kukishuhudia, tuje kutazama aina ya magoli Jelufu. Unaona eh, timu ya Mbeya City magoli yote mawili hmm. wanaenda eneo la kushambulia wanapiga back pass, wanawapasia Simba wanaenda kuwafunga gola la, la kwanza ambao nadhani umenukua hapa pia la Jonathan Soa. Yes, makosa and, ya kiulinzi kabisa la yeah, back pass mbaya Soa anaochukua mpira kwenye utulivu anaweka kambani. Ya hmm, wakati mwingine kwenye mpira ukiwa unashambuliwa sana, kuna namna ambavyo akili za mabeki huwa zinahama zinafikiria kwamba muda wote tutashambuliwa, kwa hiyo wanakuwa hmm, kwenye pressure kubwa sana. Nafikiri pressure ilikuwa kubwa sana kwa mabeki wa Mbeya City kwa sababu Simba walikuwa na attack na idadi kubwa, kwa hiyo kulikuwa kuna namna kwamba wanapozuia walihitajika kuongeza umakini. Kwa hiyo makosa kiulinzi, ya kiulinzi yamewagharimu kwa sababu ya kukosa utulivu kulingana na ile pressing ambayo Simba walikuwa naifanya. So mwisho mm. wa siku hakuna namna, kwa sababu idadi ambayo walikuwa nayo Mbeya City na mpira ambao Simba amecheza, walikuwa hawana namna, lazima walikuwa walikuwa wana nilikuwa naona kabisa wanakwenda kupoteza kwa mm. sababu walikuwa hawana mipango ya kwenda kushambulia angalau kidogo Kipindi cha pili wamejaribu hata kupiga mashuti kwenda kwenye lango la Simba sio lakini kipindi cha kwanza walikuwa butu sana, yeah. Kipindi cha pili ameingia Mwangosi pale mbele, umeona kuna kitu kimeongezeka. Tobias, kuna kitu kimeongezeka, ukaona Mbeya City angalau hata kwenye hizo kaunta wanafanikiwa, na unaona wanajaribu kusogelea lango la Simba. Kuna nafasi nadhani Mdigo alienda kublock vizuri, pengine Mbeya City wangeandika bao. Bloku ya viwango vya hali ya juu sana na Simba inabaki kuwa sehemu salama. Kwa hiyo ni mechi ambayo iliwapalia sana, ndio maana mabeki wamejikuta wakifanya makosa na kurudisha back pass ambazo zimewagalimu moja kwa moja sawa. So, makosa ambayo yameyafanya eh, moja kwa moja yameweza pia kwenda kwa galimu eh, au ni kwa timu ya Mbeya City katika mchezo ambao tumeweza kushuhudia katika siku hii ya leo. Muhammad Bajaber ameenda kuandika historia, anaingia first touch yake, anaipatia Simba bao la tatu goal, yes. Na unajua wakati mwingine sasa unaweza kujiaminisha kwamba labda anastahili kuanza kikosi cha kwanza moja kwa moja, lakini ukimwangalia mm. Mohamed Bajabel, sio ni mchezaji ambaye kuanzia kwenye pre preseason alikuwa anaimbwa sana na kocha yes. Fadu na ukifuatilia uh, Bajabel alikuwa anafunga sana sio, alikuwa anafunga sana huko preseason lakini Uh, ishu pekee ilikuwa ni kwamba watu waje wamuone kwenye ligi bahati mbaya ndio yeah. Akapata majeraha sasa hivi yuko fit. Hakuna hakimu mwingine wa kumhukumu Bajabil uwanjani zaidi ya dakika anazopata hmm. Unajua, ukiwa nakosa namba kwenye timu kubwa kama Simba, ukipata nafasi, hakikisha zile dakika unazifanya kuwa hakimu, kwa maana zitumie vizuri yes. Bajabil ameonyesha imani goli lake alofunga kwa first, first touch ambayo ameingia ame, ame tu na kuweka hmm, kambani assist ya Steven Dese Mkwala. Hii imeongeza hali ya kujiamini imeongeza ujasiri kwake, lakini pia hata kwa kocha, kuna kitu kimeongezeka. Kocha sasa hivi atakuwa anawaza kumbe, Bajabili naweza nikamtumia kwenye timu yangu, kwa namna ambavyo amecheza ile leo. Kwa nini amepata tu first touch amefunga, wakati kuna wachezaji ambao walikuwepo uwanjani wamecheza dakika nyingi na bado hakufanikiwa kuweka pila kambani. Kwa hiyo atakuwa sasa sasahivi kocha anawaza kwamba kuna namna ambavyo natakiwa Bajaber nimtumie kwenye michezo naokuja. Kwa hiyo amejiongezea imani kwenye kikosi cha kwanza cha Matola hivi sasa, sawa. So, huyu ni kwa upande wa Muhamed eh, Bajaber eh, akiwa amepata mchezo wake wa kwanza chini ya kocha Matola, na moja kwa moja gemu yake ya kwanza ameweza pia kufanikiwa unaweza ukamwona akitoboa, lakini kwa jinsi ambavyo miongoni mwa changamoto yake inaonekana kama fitness yake bado haipo vizuri. Yeah, anahitaji pia uh, fitness. Unajua, fitness ni kitu ambacho huwa kinamfanya mchezaji awe na uhakika wa kucheza dakika nyingi pia uwanjani. Mchezaji akikosa fitness, kuna mahala itafika ataonekana mzigo ndani ya uwanja, kwa sababu wenzake watakuwa bado wanakimbia sana uwanjani yeye hataonekana ni mzigo kwa sababu majukumu yake watatimiza wachezaji wengine. Kwenye fitness kwa sababu ametoka kwenye majira. Yes, kuna haja ya kuendelea kuboresha kwa sababu ukimwangalia ni kama vile mzito fulani kwenye kumove, sio? Yeah. Na inaonekana kabisa ukimpa dakika nyingi inaweza ikawa changamoto kwake kumaliza dakika zote tisini kwa sababu anahitaji kulikava mdogo mdogo. Kwa hiyo ni swala la kocha tu angalau kumpa dakika hata 20, 30 ili kumfanya endelee kulikava taratibu taratibu kwa sababu kwenye mpira hakuna sehemu nyingine ya kulikava zaidi ya kupata dakika. Leo unapewa dakika ishirini, kesho 30, kesho kutwa utapewa 40, siku nyingine kipindi cha pili uta, uta, uta wakitoka substitution unaingia kipindi cha pili. Kuna wakati utapewa dakika nyingi, utapumzishwa dakika ya sabini. Ndivyo namna ambavyo makocha wengi huwa wanatafuta utimamu wa wachezaji hata Mpanzo kipindi anakuja alikuwa anapewa dakika chache, dakika ya sabini unaona kanyanyuka dakika ya themanini. Yes. Lakini kadi muda ulivyokuwa unazidi kwenda akaaminiwa akaingia kikosi cha kwanza. Lakini kwenye mpira iko hivi, unapopewa dakika pia lazima uonyeshe kitu cha ziada hmm. Unaweza kupewa dakika na bado usionyeshe kitu cha ziada. Kwa hiyo hakuna kocha yeyote anaweza akaendelea kukuamini kukupa dakika zaidi na zaidi lakini humuonyeshi kitu cha ziada. Kwa hiyo nafikiri moja, dakika naamini atapata, kwa hiki ambacho amekuonyesha leo kinaongeza kitu kwenye timu na kinamuongezea yeye hali ya kocha kumwamini. Dakika atapata ili anatakiwa kuzitumia kwa ufasaha mkubwa sana kwa sababu katika eneo ambalo anacheza kuna ushindani mkubwa sana wa namba. Angalia muda huo yeye anaingia, kuna mtu ambaye anapisha naye anaitwa Elie Mpanzo kibisa wala, ambaye tayari amejiaminisha kwenye timu kwamba anastahili kucheza kikosi cha kwanza. Kibu Dennis alikuwa hayupo kwa sababu ya matatizo ya kifamilia, alikuwa na msiba, amerejea. Ni mtu ambaye anatarajia acheze kwenye winga mmoja, lakini haitoshi bado akina Nio Maema kwenye namna ya selection ya kikosi anaweza akachaki anatoka kushoto yes, lakini ni mtu ambaye anaingia ndani naye anaweza kacheza kwenye hayo maeneo. Bado haitoshi, bado kuna mtu kama Joshua Mutale budo kwenye benchi, mchezaji ambaye pia naye ameonyesha tayari ana kitu. Kwa hiyo kuna ushindani wa namba kwenye kikosi cha Simba, hasa katika eneo la ushambuliaji. Ana kazi kubwa ya kufanya ziada kwenye hilo eneo la ushambuliaji, hasa anapopata dakika lazima muonyeshe mwalimu yeye ni mchezaji wa aina gani. Anaitwa habisi eh, Tego anasema mimi, naona mechi ya pili asianze ajawafiti eh, sana, bora ingehesabu eh. Haya ana hito anasema hivyo ndio inavyotakiwa, eh, apewe dakika chache, akizidi kuonyesha uwezo atacheza dakika nyingi. Sheribo anasema habari za studio, wazima wote, nawatakia kazi njema, Simba nguvu moja. Asante sana Sheribo. Eh, Esau anasema eh, mwachieni timu Matola jamani, ee, haya bwana, sawa. Wana Simba e, bila shaka hao wana imani bwana na kocha Matola, apewe kabisa, bado muda, bado mm. kwa sababu nimesema hii mechi sio kipimo tosha, yes. Matola, kwa sababu anambia sisi wenyewe nao kocha leo alikuwa wana. leo amemchukua kocha wa makipa e, kocha makipa leo ndo alisimama kama kocha mkuu. Mkuu, Mwangata e. ndio maana nikakwambia sio kipimo sahihi mm na sifikiri kwa shabiki yoyote ule wa Simba anayojua mpira na ameangalia mechi anaweza kusema Matola inatosha, sasa wampe timu hmm. Nadhani inahitajika muda zaidi, na ndio maana Simba wapo sokoni, wanatafuta kocha hmm. Hii ni mm. mechi ambayo kwa namna yote ile Simba alikuwa na faida kubwa ya kushinda, kwa sababu ya trending ya hivi karibuni ya kikosi cha Mbeya City. Lakini haitoshi, ndani ya uwanja kuna vitu vimetokea, ambavyo ni nidhani ilishali viko vinaonyesha kabisa Simba ana faida ya kushinda kwenye mchezo wa hii leo. Uh, kwa mimi binafsi siwezi nikasema performance ya leo iwe tosha kabisa kwamba sasa hivi sasa Matola amejipata kwa kweli. Timu yes imedominate vizuri, imecheza vizuri sana, kila mchezaji ameonyesha kile kile alichonacho. Lakini yote hii imesababishwa na mwenendo mbaya wa Mbeya City wamekuwa nao. Kwa hiyo tukiwa nazungumza kocha ambaye anatosha kupewa timu manake kwenye big match. So ana game dhidi ya Azam bado kuna tournament za like kimataifa kwa hiyo game dhidi ya Azam inaweza ikatoa taswira kwamba Matola sasa hivi kuna kitu gani ambacho ameongeza zaidi kilicho bora. Ta kwanzia kwenye mbinu zake, namna ambavyo anafanya anafanya rotation ya kikosi, lakini namna ambavyo pia anafanya sababu zake, namna ambavyo timu yake inacheza uwanjani, unaweza ukawa ni wakati sahihi. Lakini kwa sasa sio, ni kama ni wakati sahihi wa kusema pengine waanze kuwaza kumpa timu Suleiman Matola. Kwa hiyo unaona, bado si wakati sahihi wa kusema sasa hivi Mm. wafikirie kumpatia Matola. Anaitwa Sabli anasema e, bajabel e. Haya bwana sawa, nimeuona ujumbe wako e, anasema kweli, wacha tuone mechi yao na Azam ndio kipimo e, kidogo kizuri e. Kwa hiyo bwana, wamsubiri pia katika e, mechi hiyo. Kwa hiyo sawa, taendelea pia kusubiri e, kumwona Mohamed e, Bajaber na kile ambacho ataweza kukionyesha, lakini pia kwa upande wa kocha Matola, na yeye ataenda kuonyesha kitu gani na ujumla e, Simba Sports Club katika michezo ambayo e, inafuata. Na hivi sasa baada ya mchezo huo, tutaenda break e, baada ya Azam na kwenda break. Yes, na Azam hapo ndo kuna kipimo kule, e, kuna kipimo, kuna ugumu Azam, nafahamu ni wagumu sana. Kwa hiyo hakuna mechi nyepesi na lazima itakuwa mechi ngumu sana na hata wao Simba wanajua kabisa mechi inayokuja ya Azam ni game tough sana, kwa sababu hii ni mechi, ni aina ya mechi ambazo huwa zinaamua pia hatima ya ubingwa na zinaamua alama za kwenda kuongeza nafasi ya ubingwa. Ukidondosha alama mbele ya Azam kuna hatari kubwa pia e, ya kupunguza alama kwenye mbio zako za ubingwa. So ni game ngumu, na hata wao Simba wanajua. Kwa hiyo Matola anaweza akachagua tu aende break akiwa na takwimu bora na afikiriwe kubaki na timu ama aamue tu aende break akiwa na takwimu mbaya na Simba waendelee kupambana eh, kuhakisha kwamba wanapata kocha mwingine, kwa sababu hivi sasa wapo kwenye harakati za kutafuta kocha mwingine. Sawa bwana. Eh, kocha raia wa Tanzania Mecky Maxime amejiunga na Mbeya City kama kocha mkuu wa kikosi hicho. Eh, kocha Mecky Maxime anachukua nafasi ya malale hamsini aliyefukuzwa kazi eh, Mbeya City leo. Bwana, tumemwona uwanjani Mecky Maxime. Lazima Mbeya City wametangaza, eh, bado hapa lakini hii, okay pale almost asilimia tisini dili limekamilika, naye kujiunga na Mbeya City na leo tumemwona akiwa anatoa maelekezo. Kuna namna nilikuwa naona juu pale kama maelekezo fulani. Maxime, ujue ni kocha mzuri ambaye ana uzoefu yes, kwenye ligi na binafsi naamini anaweza akaenda kuongeza kitu, lakini kuna vitu vya kwenda kubadili kwenye timu haraka sana yes. Cha kwanza kabisa ambacho anatakiwa kwenda kukifanya ni kuboresha katika eneo lake la ushambuliaji. Mechi za hivi karibuni Mbeya City wamekuwa butu sana pale juu. Kwa hiyo kuna namna ambavyo anatakiwa kwenda kuboresha pale katika eneo la ushambuliaji, uh, lakini pia kitu cha pili ambacho anatakiwa kuboresha kuifanya timu kuwa compact. Moja kati ya sifa kubwa ya Mexime timu zake zinakuwaga ngumu sana kufungika mm. Yaani unaweza kumfunga, lakini hiyo mecha anakung'atia meno kweli kweli. Nakumbuka kuna mechi moja Yanga na Mbe na alikuwa anacheza na Dodoma I think yeah, Dodoma mm. -hmm. Kagela pale ile Dodoma. Yeah. Mechi ilikuwa ngumu sana ile mpaka jioni kweli kweli. Ni mtu ambaye kiukweli anajua kufundisha timu kwa ngumu uwanjani kufungika. Mm -hmm. Lakini mtu ambaye huwa hataki masiara kwa wachezaji. Kwa hiyo nafikiri kwa Mbeya City anaweza anaweza kwenda kuwasaidia kwa sababu ya uzoefu alionao, lakini asilimia kubwa ya wachezaji wengi ambao wapo Mbeya City ukiangalia, anawafahamu kwa sababu wamecheza ligi kuu kwa muda mrefu, kwa hiyo si mgeni kwa hawa wachezaji lakini pia si mgeni kwenye ligi ya Tanzania. Kwa hiyo ana kila sababu ya kwenda kufanya vizuri, lakini ni swala la muda tu. Sawa bwana, ni swala la muda kwa yeye kuweza kwenda kufanya vizuri. Bwana, asante sana kwa kutufuatilia hapa kupitia chaneli yetu ya Sauti Kuu TV Online. Waliokuwa wanatupa nguvu ni kanisa la TAG Kawe lililopo Kawe Ukwamani. hakikisha